Eh, karibuni Swahili Coders wote. Aya, kwa leo tutakuwa tunaangalia jinsi ya kuinstall, jinsi ya kuinstall Django. So ukiulizwa what is a django, Django ni Python framework ambayo inatumika kwa backend ili kurahisisha web development. So kama unaitengeneza website yako au pia gaming, pia hata kwa vitu kama API so Django rest framework. In fact mimi nasitumia Django rest framework wakati natengeneza API, ni nzuri sana, ni rahisi kuitumia. So bila kupoteza wakati, wacha ni kuonyesha jinsi unaweza itengeneza hiyo Django, uh, jinsi una install Django. So open your terminal, open terminal yako and then uh, start with kuinstall uh, Your virtual environment, so unainstall hivo jizi unaiweka virtual environment yako, goungojea muda kiasi ndio imekuwa install, so alafu kuja hapa Django admin start project my project so name anything unaweza iname anything, unahitaji so name blog. Lakini wakati ujue pia, wakati utakuwa una create hubs eh, wakati una create hub, so name isiwe na isikuwe na shida, isikuwe na contradiction yote. So unaweza tengeneza hub ya blog, hub ya receipt. So wakati una name, kuwa careful kujua ni nini ni nini una name. So mimi nita name yangu hapa my project imekuwa install. So then kuja install uh, Django pip install Django, angojia kiasi. So Django inakuwa install, itachukua muda kiasi. so imekua install successful and then just cd the, to your my project. Cd ni kusema inamaanisha ingia ndani ya hiyo project ambao umeicreate, na utai confirm uko ndani kuipitia hii ls. Ukiona hii manage, ifungua hii folder utaiona manage hii ndio inasaidia sisi kurun our project discord here Hutaigusa hii code, this code the way it is, hutaiguza juu, this what inatusaidia kuran hii project yetu ya Django. So ukiona manage.py, unajua uko ndani ya hiyo folder, uko ndani ya hii project yako. So the next thing unafanya ni kurun project yako pi manage py run server utaiona, ya inakuambia. So py manage py watching file changes. So hapa imekuambia system identify no issue, everything install well, but kunai you have 18 unapplied migration. Wewe sikuwa na wasiwasi na hiyo kwa sasa. This one uh, ni, ni, ni project ambazo zimecreatiwa si na Python Django but tutaifanya migration wakati wa models wa kutengeneza uh, model zetu. Sasa everything is fine, hapa unaona project yetu ina run at port 8000. Click control 800.

Hii link itakuonyesha ndio hiyo, then continue the same thing yeah. Uki okay, type local host, local host eight thousand itakupa hii, then just follow the link, follow this link here. And then ndio hiyo inakupatia au, just click this control na itakupa so our project